Uh, kwa majina naitwa Simba Mramba, mratibu wa miradi wa shirika la Mazingira Community Development Forum, shirika lisilo la kiserikali linalojishughulisha na shughuli za kusaidia jamii, uh, kuhusu masuala mbalimbali hususan, uh, tumejikita kwenye masuala ya afya, elimu, uh, mazingira yenyewe kuyatunza Uh, hapa tuliposimama, uh, ni mradi wetu mpya ambao tunaukabidhi siku ya leo, ni mradi wa kompyuta 30 uh, meza zake pamoja na viti pia. Tumefanya ukarabati wa hiki chumba maalum katika shule hii ya sekondari Esperanto kwa lengo la kuwasaidia uh, wanafunzi wetu ili waweze kukabiliana na mabadiliko ya kiteknolojia yaliyopo duniani. Ni imani yetu kwamba mradi huu uh, utawasaidia vijana wetu wanaosoma shule ya sekondari Esperanto kuweza uh, kujifunza uh, teknolojia na waweze kuitumia katika maisha ya kila siku. Kama tunavyojua kuna mabadiliko ya kasi sana, uchumi wa dunia kwa sasa unaegemea kwenye masuala ya matumizi ya teknolojia uh, vijana wakifundishwa teknolojia wataweza uh, kumudu mabadiliko yaliyopo na kuweza kujitosheleza kwenye soko la ajira ambalo linahitaji sana uh, uelewa wa vijana kuhusu teknolojia. Kwa hiyo sisi kama shirika la Mazingira tumejizatiti kuhakikisha kwa ya kwamba kwa kila nafasi tutakayoipata kupitia wahisani wetu tulionao maeneo mbalimbali duniani basi tunaitumia kwa ajili ya kuwezesha vijana wetu. Ni imani yetu kwamba tutakapowekeza kwa vijana, wakielewa na wakaenda kuisaidia jamii yetu kwa ujumla, tutakuwa tumechangia katika maendeleo ya taifa letu. Aa, na maendeleo pia ya jamii kupitia familia za vijana hawa. Aa, mradi huu aa, umefadhiliwa na taasisi ya Wilde Ganzen Foundation kwa kushirikiana na Stichting Mazingira Netherlands pamoja na shirika la Mazingira Tanzania tuna wahisani wetu kutoka mataifa hayo mawili, mataifa hilo moja la Netherlands, ambao wao kwa pamoja tumeshirikiana nao kuweza kufanikisha aa, kukamilisha mradi huu na siku ya leo tunaenda kukamilisha. Ni matumaini yetu kwamba mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Bunda kwa kushirikiana na mkuu wa shule a sekondari Esperanto, bodi ya shule walimu pamoja na wanafunzi kwa ujumla wataulinda mradi huu na watautumia ukiwa katika mazingira salama, ili kuweza kuuwezesha kue, kuwa mradi endelevu na wautunze vizuri, kwa sababu tumewekeza fedha nyingi. Matunzo yasipokuwa mazuri, mradi huu hautatoa matokeo ambayo tumeyatazamia. Kwa hiyo tunatoa wito kwa shule mwalimu ambaye atakuwa anahusika kwa kufundisha somo husika, pamoja na ofisi ya mkurugenzi na bodi ya shule washirikiane kwa pamoja, na sisi tupo uh, tushirikiane kulinda mradi huu, tuwekee mazingira salama ambayo yatafanya vifaa hivi viweze kutumika kwa muda mrefu.